Habari za siku wapendwa wafuatiliaji wa, wa, wa chaneli yetu. Tumekuwa kimya kwa kipindi kirefu bila kuelimishana kwenye suala la afya, lakini haikuwa kimya kabisa, maana timu yetu ilikuwa bado inaendelea na kutoa burudani. Movie stories zimetokea kuvutia watu wengi sana, lakini bado kuna changamoto katika maandalizi, hivyo tunaendelea kuzifanyia kazi na kutatua baadhi ya changamoto hizo. Leo tuandalie kidogo suala la afya kwa upande wa wanawake na wanaume. Leo tungependa kuangazia haswa katika tatizo la fangasi. Wataalamu wanasema kila mwanadamu anao hawa bakteria wa fangasi na wapo kwa ajili ya kuilinda ngozi yako. Lakini seli za kinga ya mwili zinaposhidwa kukontrol bakteria hawa, ndipo hugeuka na kuanza kushambulia mwili, hasa katika maeneo ya mwili yaliyojificha, na hapo ndipo tunawaza kuwaita fangasi. Hivyo tunashauriwa kupunguza matumizi ya sabuni zenye kemikali nyingi. Kama utakuwa tayari una changamoto ya fangasi, basi leo nataka nikupe njia au tiba rahisi na haina madhara yoyote cha kufanya ni kuandaa alovera yako, ichukue na uichuje ili kupata ule uteute wa kwenye alovera. Kuchuja, kila mtu anayo mbinu yake ya kukamua, lakini kwa sababu sisi hatuhitaji nyingi sana, hivyo unaweza kukamua na mkono tu au kuikwangua kwa kijiko au kisu. Ukipata ule uteute, paka kwenye sehemu iliyoathirika. Unaweza paka kutwa mara mbili kwa sababu haina harufu kali. Unaweza paka na ukakaa nayo mwilini, na wewe ukaendelea na shughuli zako kama kawaida. Utatumia kwa muda wa wiki moja, matokeo ni uhakika. Kama bado huja subscribe, tafadhali subscribe ili usipitwe na video zetu zenye kuburudisha na kuelimisha.